Na mtazamaji na walemavu katika kaunti ya Busia wameitaka serikali kupitia kwa mpango wa inua jamii kuwasaidia ili kuwawezesha kusukuma gurudumu la maisha. Na walemavu hao wanalalamikia kutengwa, huku wakipata changamoto nyingi zinazowafanya kusalia kwenye lindi la umaskini na kushindwa kukidhi mahitaji ya familia zao. Walemavu hao wanaitaka serikali kuwapigia jeki kwenye miradi mbalimbali kama vile kilimo na ufugaji wa samaki ili waweze kupata Kwa kuna mlemavu wanaishi kwa maisha mbaya. Kama hii pesa nye serikali ilitoa. Yu ya inua jamii ya walemavu hata ya walemavu hii. Kuna baadhi ya walemavu wapatingi hiyo pesa. O pesa hii hata ikipata kama ni shilingi elfu mbili. Hata kama mimi mwenyewe sipatingi hiyo pesa. Tangi haze nilirejeshewa. Akisi jaiona hiyo shilingi hata siku moja. Ni... Watu wengi wameshindwa kulima kwa sababu wameweka starembe hile. Wamiisu kuangalia hiyo niliona hata kama licha licha niko na mwelemavu licha niko na, na lakini niko na mkono, niko na mdomo, niko na masikio, niko na macho, mguu peke yake nikikosa, wezi fanya nikose kutupiga hatua katika usaidizi mwingine. Kama walemavu hiyo nayo bado hata sina sijaipata kufaidika ndani ya walemavu hii. Kilimo nimeianza mwaka elfu moja elfu mbili ishirini, hali ya maumbile nishazoea zoea, kozi nilianza nayo polepole, na nimeshazoea kwamba naweza fanya katika maumbile yangu.